Tuko hapa kwa mashindano ya Champions Rise Swimming League, ambayo mashindano haya yatakuwa na raundi tatu. Raundi ya kwanza itakuwa hapa hapa Mwanza, raundi ya pili itakuwa hapa hapa hapa Mwanza pia, alafu raundi ya tatu tutasafiri kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya fainali. Unajua, mara nyingi ligi inapoanzishwa kwa mara ya kwanza kuna changamoto nyingi, lakini tunatarajia kwamba itaenda kwa njia nzuri. Na hata tutaweza kupata muda mzuri kwa ajili ya waogeleaji wetu. Ya mwanzoni tulikuwa na mawazo, yani, watu wengi walikuwa na mawazo kwamba mchezo huu ni wa watu wa mataifa mbalimbali ya nje ya nchi, lakini ukiangalia kwa mfano wachezaji wangu ambao wanashiriki mashindano haya utaona kwamba ni wanne tu ambao ndio sio wa Tanzania, lakini wengine wote ni wa Tanzania. Kwa hiyo haijalishi anatoka wa wapi, akifundishwa anaweza na anaweza kuku, kuwa na kiwango bora sababu kubwa ni uelewa wa mchezo wenyewe kama ambavyo umesema tayari, na ndiyo kilio chetu. Tuna viwanja vichache sana ambavyo vina kivi hadhi ya kuwa na timu ya kimashindano sasa. Kwa sababu ya viwanja vichache, na viwanja vyenyewe vinapatikana kwenye shule za kimataifa ambazo zinakuwa na program zao, kwa hiyo nafasi ambayo tunapata inakuwa ni finyu, kwa hiyo haiwezi kuwajumuisha watu wengi zaidi lakini wazo ni kwamba ikiwa tutakuwa na viwanja vya kutosha, maanake kila mahali ambapo kiwanja kitakuwepo, tutaweza kupata uogeleaji wenye uwezo mkubwa. Afikiri kwa chama wanachoweza kusahau ni kuhamasisha tu wale ambao tuko nje ya Dar es Salaam na hata Dar es Salaam, kwa sababu nasema Dar es Salaam kwa sababu Dar es Salaam angalau kuna viwanja vingi kidogo ukilinganisha na huku. Kwa hiyo tunachokifanya sisi ni kuhamasisha wadau kwamba wanaweza kuwa na viwanja hivi na tunaweza kuwa na wachezaji ingawa wengine wana sita, lakini wengine wanachukua hatua kuanzisha viwanja. Anaitwa Maingu Mgengeli, ni mzazi wa Brian Mgengeli ambaye ni kijana ambaye kwenye timu ya Mwanza Swimming Club. Mimi kama mzazi nimekuwa nikishiriki toka mwanzo kuweza kusaidia aa, kumsaidia mtoto katika ku Uh, kumsapoti kwa maana ya kwamba anapokuwa anahitaji kushiriki mashindano mbalimbali, mazoezi na kadhalika, kwa sababu ninaamini kama mzazi kwamba kuna watoto wengi sana ambao wana vipaji lakini wameshindwa kupata fursa ya kuweza kuingia katika uh, michezo mbalimbali mbali. Lakini wote tunafahamu kama wazazi kwamba michezo imekuwa ni chachu ya mafanikio na maendeleo uh, kwa maeneo mbalimbali mbali kama tunavyoona mipira na sehemu zingine. Kwa hiyo mimi nawasi kama wazazi wenye watoto majumbani wawaruhusu watoto wao na kuwasaidia kuweza kushika katika michezo mbali mbali kwa sababu, uh, tunaona, uh, elimu, kwaipu, katika michezo mbalimbali kwa sababu tunaona elimu au mafanikio katika elimu tu bali katika michezo watu wengi wameweza kufanikiwa. Ya kwa majina anaitwa Emilia Limwando, na mimi ni mzazi wa watoto wawili ambao wapo hapa. Uh, kuna Veronica na William ambao wanashiriki mashindano haya au eh, tournament ambazo zinaandaliwa mara kwa mara na vyama vya michezo na pia timu mbalimbali kwa kwa upande wa Dar es Salaam na upande wa Mwanza. Uh, mimi natoa rai kwa wazazi wa watoto wao nyumbani wahakikishe kwamba wanaruhusu wanahudhuria mashindano mbalimbali ambayo yanaandaliwa e. Moja kwanza ni kuangalia maendeleo ya mazoezi wanayofanya, lakini pia wamefikia katika hatua gani ya vipaji vyao, lakini pia kukuza vipaji, lakini na pia kuhamasisha watoto wenzao ambao wanakuwa wanakuwa nao nyumbani mara nyingi. Uh, wazazi wengi wanaweza kawa wafahamu labda hizi timu ziko wapi viwanja viko wapi au mamoa ya kuogelea yako wapi? ya Lakini aa, ni, ni kazi pia ya sisi wazazi kuongea na wazazi wenzetu au timu na makocha a na mameneja wa timu kufika katika mashule mbalimbali, kuhakikisha kwamba wanahamasisha, kwa sababu nafahamu wazazi wengi wanakuwa na watoto wanaopenda kuogelea, lakini hamasa unakuta inaweza kawa haipo inaweza kwa watoto wenyewe au kwa wazazi. Anaitwa Brian. Uh, hii ni ya kwanza na shiriki zote uh, na experience nyingi, kwa sababu naogelea gasa, nilienda Dar. Siku zingine ni, ni wa kwanza, siku zingine ni watatu na wapili, siku zingine ni ku, kuwa mtu ambayo anaweza kufanya, anaweza kuogelea vizuri.